Insha ya ripoti ni maelezo kuhusu mtu kitu wa au tukio kuandikwa ili kuweka wazi mada husika kwa minajili ya kuwezesha washikadau kuchukua hatua. Mambo yanayopaswa kuzingatiwa wakati wa kuandika ripoti: kisha kiini cha ripoti Kichwa kikiandikwa kwa herufi kubwa, utambulizi, kueleza ripoti inahusu nini, usuli wa mambo. Ripoti inaweza kuwa na sehemu zifuatazo: marumuni, vichwa vidogo vidogo kueleza mambo tofauti. Jambo ili hufanyika ili kujua jambo fulani linapatikana wapi kwa haraka, na mwelekezo hutolewa. Hitimisho ya ripoti iwe na sahihi, jina kamili na cheo cha aliyeandika. Kuna aina mbalimbali za ripoti kama vile ripoti kuhusu tamasha za muziki katika ngazi ya kitaifa matokeo ya mtihani wa mwaka unayani, ripoti kuhusu michezo, ripoti kuhusu utafiti fulani. Mfano wa ripoti: ripoti ya kamati teule ya elimu na maendeleo kuhusu kuanzishwa kwa shule mpya Juleni. Utambulizi: elimu ni ufunguo wa maisha yeyote anayejiunga na masomo shuleni huwa na nafasi nzuri ya kujiimarisha maishani. Elimu humwongoza mja popote pale katika kukabiliwa na shughuli zake ulimwenguni. Ni kutokana na umuhimu nvuu wa elimu ndipo kamati iliundwa kuanzisha shule ya upili ya mseto katika kata ya Jueni. Awali, wanafunzi wengi walikuwa wakikosa nafasi za sekondari katika shule chache za mbali. Kamati ilishirikisha wafuatao wa Diwani Jueni, Mwanakamati. Afisa wa afya Jueni, Mwanakamati. Afisa wa kilimo Jueni, Mwanakamati. Afisa wa mazingira Jueni, Mwanakamati. Uwanja wa shule. Kamati ilitembelea na viongozi wa eneo hilo. Uwanja wa hekari kumi ulikuwa tayari umetengwa kwa shughuli ya ujenzi wa shule mpya ya sekondari. Sehemu hiyo ilikuwa imetolewa kutoka kwa uwanja wa hekari sitini uliotengwa mahususi kwa shughuli zozote za kijamii kwenye kata ujenzi. Kwa kuwa wanajamii walielewa fika umuhimu wa elimu, mpango ulianzishwa ambapo kila mkazi alihitajika kutenga siku moja kwa juma, ili kushiriki kikamilifu katika ujenzi wa madarasa, ofisi ya mwalimu mkuu, majibizi na maabara shilingi milioni nne kutumika katika awamu ya kwanza. Mkuu wa elimu katika kaunti aliongoza katika usimamizi wa ujenzi huo kwani mati walijulishwa kwamba serikali ingetuma walimu watano katika kipindi cha mwanzo baada ya majengo kukamilika, na wengine wanne katika kipindi cha pili cha mwaka huo huo. Usajili wa wanafunzi. Kamati ilihakikisha kuwa wanafunzi bora wa shule za msingi katika kata ya Jiweni wangepatiwa aula kwanza katika kidato cha kwanza. Alama za kujiunga na shule hiyo mpya tayari zilikuwa zimeafikiwa. Chakula shule. Shuleni kamati ilionelea wazazi wengi walikuwa tayari kuchangia katika mlo wa wanafunzi wanaokuwa shuleni. Chakula cha mchana ambacho kingetolewa shuleni kingesaidia sana kuendeleza masomo. Maoni ya wengi ni kuwa muda mwingi uliotolewa cha mchana. Michezo Wanakamati pia walielezwa kuhusu umuhimu wa michezo kwa wanafunzi, hivyo basi waliomba uwanja tosha utengwe kwa shughuli hizo na vifaa kutolewa ili kushughulikia jambo hilo elimu bila mazoezi ya yaii Wakazi wengi tuweni walikuwa wakulima na kiwango chao cha elimu kilikuwa cha chini. Kutokana na hali hiyo, kamati ilionelea ni bora waalikwa mbalimbali wafike mahali pale watoe tajriba zao za maisha na amu zaidi ya elimu ici. Kwa kufanya hivyo walitarajia wanafunzi wangepata motisha wa kusoma na kujiunga na taaluma mbalimbali mbali. Pia kamati ilipendekeza shule iwe ya bweni ili kukidhi mahitaji ya wote. Ripoti hii imeandaliwa na kutolewa na kamati teule ya elimu na maendeleo. Tarehe kumi na tano mwezi wa nane mwaka wa elfu mbili na saba. Mm, weka sahihi pale chini, si umbe, wakati ulisoma ndio maana tumerudia hapa darasani kusoma, kwa sababu usomi ukiandika unapaswa kuwa umeweka sahihi pale, lakini hujaweka sahihi.